Tuangazie haya sasa ambapo jamii ya Wagiriama imezindua mradi wa kihistoria ambapo shirika la Mohamed Bakari limezindua Qurani Tukufu katika lugha ya Kigiriama, hatua ambayo ni muhimu kwa Waislamu wa eneo hilo. Katika habari nyingine, mchafuko, machafuko yalizuka katika eneo la Kahawa Sukari, kaunti ya Kiambu, wakazi ama, wakati wakazi walipokabiliana na mamlaka kuhusu uidhinishwaji wa chama kipya cha ushirika cha matatu. Shirika la Mohamed Bakari limezindua rasmi Kurani Tukufu katika lugha ya Kigiriama, jitihada ambazo zimeleta furaha miongoni mwa Waislamu katika eneo hilo. Bakari pia aliahidi kuendelea na kazi yake ya kutafsiri maandiko mengine muhimu kwa faida ya wananchi. Feel katika kaunti ya Kiambu, rapsha ilizuka katika eneo la Kahawa Sukari wakati wakazi wakiongozwa na MCA wao Kennedy Odhiambo walipoondoa kwa nguvu chama kipya cha matatu Sacco wakidai kwamba maafisa wa kaunti waliwaidhinisha kwa njia isiyofaa. Na hapa pia Kahawa Sukari ni small estate wa watu wako na gari 86 vehicles, ambayo hata watu karibu 50 ndio wanabeba ikiongezwa 20, hakuna parking, hakuna stage. Hatutakubali a new entry akituretea gari yake ijoini ni sako zetu, hatuna shida, hatuonyeshe rogu buku yake, lakini hata tuletea wakora hapa. Wakati huo katika shule ya msingi ya Kakoit huko Teso kaskazini, wanafunzi wamekuwa wakikumbwa na hali ngumu kwa miaka miwili baada ya paa la madarasa yao kung'oka. Watoto wetu anatatizika, anasoma kwenye chini ya mti saizi, kama msimu wa mvua tunahofia sana watoto wetu wanaweza kuwa wananyeshewa. CDF hatujui wa kama Kakoitu wao inapata ama kuna hapo, tunaomba tafadhali muingilie kati. Mwezi pili mtoto suruali imeraruka whereby we need another support from anybody volunteers out there there i know there are organizations and individuals who are willing to to help but they want to see accountability yes. and transparency yeah. Hatimaye huko Mumias, kaunti ya Kakamega, viongozi wa dini wameungana kushughulikia changamoto zinazokikabili kiwanda cha sukari cha Mumias. Wanaiomba serikali kuchukua hatua haraka ili kulinda mustakabali wa kampuni hiyo na maisha ya wakulima wa eneo hilo. Kama hauwezi kazi, ondoka ili mtu mwingine apatikane afanye hiyo kazi, kwa sababu you don't have the capacity ya kurun the factory of ome sugar. Ben Chumba, Darubini Wikendi.